Wakizungumza mara baada ya uzinduzi wa huduma ya maji kupitia tenki hilo, baadhi akina mama wanaeleza namna walivyokumbana na adha ya kutafuta maji, huku wakishukuru kwa mradi huo ambao utawapunguzia mzigo wa kazi ya kutafuta maji umbali mrefu na kuboresha maisha yao. Kwa hiyo tukawa mara zingine tunalala kwenye maji, hadi maisha ya ndani ya nyumba kwenye ndoa ikawa ngumu, kwa sababu mtu unaondoka pengine saa tano za usiku unapata maji, saa kumi na mbili unapata ndoo moja tu. Kwa kweli kwa mradi huu wa maji tunashukuru kwa sababu tulikuwa wamama tunaangaika sana kwa habari ya maji. Tulikuwa tunachi, tunachota maji visimani na maji yanakuwa machafu, kwa hiyo tulikuwa tunatumia hivyo hivyo, lakini kwa sababu tumepata maji ya bomba tumefurahi kwa kweli. Mkuu wa wilaya ya Iringa Heri James ndiye aliyefanya uzinduzi wa mradi huo ambapo anasisitiza dhamira ya serikali ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kwa uhakika. Ujenzi wa miundombinu hii mikubwa na ya kisasa lengo lake ni kuharakisha mchakato wa maji kumfikia kila mwananchi, lakini maji yaliyo safi na salama. Sasa jukumu letu ni kuhakikisha kwamba hii miundombinu tunailinda, tunaitunza ili iendelee kutufaa. Na kwa mujibu wataalamu, na kwa wa taarifa za wataalamu, mradi huu utawafaa Wanaitagutwa kwa muda wa miaka ishirini kutoka sasa. Kwa hiyo ni mradi mkubwa wenye uwezo mkubwa na unaoweza kutusaidia kwa muda mrefu zaidi. Sambamba na hilo, mkuu huyo wa wilaya anawataka wananchi kutunza vyanzo vya maji ili kuendeleza upatikanaji wa huduma hiyo kama ilivyokusudiwa. Kauli mbiu ya mwaka huu inatutaka kutunza mazingira ili tuwe na uhakika wa maji. Hivi vyanzo vya maji vyote mnavyoviona hivi, lazima tupande miti ya kutosha, tupande miti ya kutosha ili tuvilinde vyanzo vyetu vya maji na vyanzo vyetu vya maji vingi ni vyanzo vya asili, vinahitaji sana utunzwaji. Kazi yetu kubwa ni kutu, kupanda miti na leo hapa tutapanda miti. Sasa tupande miti ya namna gani? Iko miti ambayo inafaa kwa ajili ya kutusaidia uwajika wa maji, lakini iko miti ambayo ni maadui wakubwa wa maji. Mradi huu umetekelezwa na kusimamiwa na Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini Ruwasa Wilaya ya Iringa, ambapo taarifa rasmi ya mradi huo inasomwa ikionyesha hatua zilizochukuliwa hadi kukamilika kwake. Mradi umefanikiwa kutoa kero ya maji kwa wakazi wa kijiji cha Itagutwa ambao hawakuwa na huduma ya maji ya uhakika hapo awali. Aidha, kuwepo kwa mradi huu kumwongeza shughuli za uzalishaji kwa kuokoa muda waliokuwa wakitumia kutafuta maji kabla ya mradi huu. Mradi pia umeendelea kuimarisha afya za wakazi wa Itagutwa na Kinywang'angwa kwa kutumia maji safi na salama. Kuzinduliwa kwa mradi huu ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji ambayo huadhimishwa kila ifikapo Machi 16 hadi 22 kila mwaka, ambapo mwaka huu kauli mbiu inasema uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Hii ni Clouds TV kutoka hapa mkoani Iringa. Mimi ni Agustino sino Kihombo.